Na leo ubebe moyo wa toba utabarikiwa ni mwaka wa mabadiliko tunapiga hatua na leo tupo mwezi wa tatu na tumesema tumepokea moyo mpya tumepokea maisha mapya tumepokea mwaka mpya 2025 Bwana Yesu atusaidie sana na unakusudia kila hatua inayopiga ukutane na Mungu lakini julize mpaka ona mambo bado ni magumu. Bwana Yesu sana, sema amina na utabariki, sema amina na utabariki. Na ukijiangalia bado hujabadilika, aa, chanzo ni nini cha wewe kutokuona matokeo ya kuinuka? Nisikilize, chanzo cha kwanza cha mwanadamu cha kutokufanikiwa Yesu atusaidie sana sema amina na utabarikiwa. Zambi imetufanya maisha yetu kuwa magumu. Zambi imefanya maisha ya watu wengi sana yaingie kwenye matatizo dhambi. Bwana Yesu atusaidie sana sema amina, ubariki. Inaweza sio wewe wa kuifanya dhambi, ila unachofanyiwa sio kitu kizuri, ni dhambi. Bwana Yesu atusaidie ila anayekuazia baya kuazi jema anawaza dhambi ya uharibifu juu ya ma Bwana Yesu hatusaidie sana sema amin naotabarikiwa. Na ndio maana inatakiwa mtu ambaye anajikagua kila wakati kwa ajili ya Mungu ndani ya moyo wake, ule mtu Mungu hejalisha amekosea Haijalishi amekosewa, ila anachotaka Mungu aone moyo wa toba ndani yako. Daudi anasema Bwana chunguza moyo wangu. Bwana Yesu anasemeza sema amin na utabarikiwa. Hapa tumesoma kitabu kile, tunakuonyesha jinsi kanisa la Efeso Mungu anawambia, rudi, usipotubu vipo vinara vitaunda na kinara kinaondolewa mbele. Bwana wa Yesu atusaidia. Nisikilize, unapofanya maamuzi ya kweli ya kumtafuta Mungu, ni na uokovu wa Mungu anaotambua. Bwana Yesu asaidia. Sema amina na utabariki. Anasema msiwe na mioyo ya mawaa ndani. Sasa unaweza ukajishangaa nasipik hatua kumbe, chanzo ni ambu ambayo yenyewe unavyoifanya ndio inaruhusu wachawi kuingia na kukutesa, ndio inaruhusu nguvu za uovu kuingia na kukuzuia. Bwana Yesu unaomba, alafu baada ya hapo unarudi kwenye dhambi ile. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabariki. Sema amina na utabariki. Maana yake nini? Hawezi kuendelea, hawezi kuona hatua. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabariki. Kuwa na moyo wa toba wa kweli, anayehitaji Mungu amfanikishe kweli, ajitambue kuhusu Mungu na achielewe na ajikite kwa Mungu aliye hai na afanye maamuzi ya kweli yenye vitendo ambavyo vinamuhusu Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Lazima utashangani mwezi wa nne hauna tokeo, mambo yanasogea na u nasogea. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini Mungu ndiye anabariki meondolewa na unaporudi kwake, haurudi katika hali ambayo unasema sasa nimefanya maamuzi ya kweli. Unarudi kama vile yani unataka kumjaribu, unasema mimi sijaribu. Usimjaribu, kama vile ushamua unahitaji kufanikishwa na Mungu, basi amua, yatoe yale ya kwake, nakuwa na moyo wa toba. Bwana Yesu atusaidie, sema amina na utabariki, na nikasema kuna namna wakati wa kusubiri kwa moyo unaweza kzisha vitu vingi sana, wakati unapochelewa kupokea majibu kwa Mungu unayemuomba. Bwana Yesu atusaidie, usiwahi kukata tamaa, usiwahi kukosea. Bwana Yesu atusaidie na kulaumu, kwa nini Mungu anijibu? Kuna wakati Mungu anakuandaa na anaandaa kichwa cha kwake kupatia na Yesu atusaidie sana, sema amina na utabariki. Hebu inua mikono yako, sema e Bwana Yesu, sema tena e Bwana Yesu, sema tena e Bwana Yesu, ninaomba uniondolee vyanzo vyote vya mateso kwenye maisha yao. Sema e Bwana Yesu, ninaomba uniondolee kila aina ya vyanzo vyote vibaya vinavyosababisha mateso kwenye maisha yao. Mmoja aseme amina na atabarikiwa.